Hii ni special kwa ajili ya wale watumiaji wa Pro Maxes za iPhone. Sasa, na pia kwa watumiaji wengine wa, wa iPhone pia ni very useful kwa sababu inasaidia kwa namna moja ama nyingine kwa wale watu ambao wana kidole kidogo, kidole kidogo ni kimaanisha kwamba endapo atashika simu yake hivi, kidole kitaweza endapo atashika simu yake hivi, kidole chake kitaweza kufika mpaka juu. Kama unataka uvute menu, itakulazimu wewe itakulazimu wewe uweze kumove mkono mzima

utakuta ili neno la reachability kwa wengine utakuta haiko enabled, na kuna wengine utakuta iko enabled. Sasa kama ulikuwa uwezi kuitumia hii reachability, hii reachability inafanyaje kazi? kidole changu nitaki li place hapa chini kwenye hii touch bar, then nitafanya hili, nikivuta hivi ni kwamba imeweza kunishushia hii screen kwa pale juu, ambapo walipokuwa pamekaa pame mbali na kidole changu pataweza kushuka chini. Wakishashuka chini, inamaanisha aidha ukitaka kuaccess kuaccess hizi menu hapa juu, kisha vuta hivi juu, itarudi kawaida display yako hii screen yako ambayo unaweza kuitumia. Ukivuta labda ni notification center, itavutika notification center yako, na pia screen yako itarudi sawa. Kwa hiyo ndo maana reachability, kwamba uweze kuaccess zile menus pale juu kwa urahisi. Ndo maana nikasema pale awali kwamba hii trick itawasaidia sana na very useful kwa watumiaji wa iPhone zile Pro Maxes ni matoleo ya mwisho katika lineup nzima ya iPhone. Kwa hiyo unatumia, utakuwa unaweza kunielewa. Kama unaweza kunielewa, usisahau kunifollow na kushare kwa marafiki zako.